Na ndio mimi mukanieleza, mkinilea ni vizuri na heshima watu wote. Na ndio maana hata muhula yangu ya kwanza hata kama, kama tulifanya siasa ambayo ilikuwa very high octane, hata kama we were criticizing government, nilijaribu sana nisitukane mtu. Criticizing sio kutukana, sio na kwa hivyo hata saa hii mimi nikiwa mbunge wa Kiharu, mimi nitaendelea kuheshimu watu. Lakini isikuja siku moja mutu aone heshima anapewa afikirie watu wako na uoga. Mimi nitaendelea kuheshimu kila mtu, naheshimu kila mtu, na mimi sina shida na mtu mutu. Mutu afanye kazi yake, mimi nafanya yangu, yule mwingine yake, kwa sababu wananchi ndio tunatumikia. <coughs> Lakini kitu moja naona hakuna haja ya kufanya ni unarusha hii maneno na mimi narusha hii, hata tukirushiana maneno haitasaidia wananchi wa kwako, haitasaidia wananchi wa kwetu, na kana hiyo pia haitakubukwa miaka ambayo inakuja. Ile itakumbukwa ni ile kazi ambayo tunafanya, so mimi nitawauliza kwa heshima muendelee kutushikilia na mimi nawashukuru, najuanga mnanishikilia na najuanga mnaniobea na na kwa sababu mimi hapa duniani, let me tell you kama watu wangu, wazazi wangu na my brothers and sisters